Sasa e, ndugu zangu wane wane e, ladies and gentlemen, nawakaribisha tena kwenye kipindi chetu pendwa. Sasa e, leo tutaangalia e, matukio matano hatari yaliyowahi kuwakuta marais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania matukio matano hatari yaliyowahi kuwakuta maraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa sitaki kukuchosha na we usinichoshe sana mimi, sitaki kukupotezea muda na we usinipotezee sana mimi muda Hebu twende moja kwa moja live tukayaone haya matukio bora matano yaliyowahi kuwakuta marais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukianza na tukio namba tano ambalo lilimkuta e, rais wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete, kura chuma hicho, tumetekeleza mengi na tutafanya mengi zaidi

Haya jaja, hiyo ndio tukio namba tano, limeshikwa na e, rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Jaja twende tuangalie e, tukio namba nne. Kura chuma hicho ile ya kuifanya Mheshimiwa jaji mkuu, unatambua kwamba umebakisha miezi michache kustaafu na mimi sina tena dhamira ya kugombana na mahakimu ma, majaji wale na dhamira ya kukuacha ukapumzike. Kwa hiyo waheshimiwa majaji, jipangeni tu, jaji anakwenda kupumzika. Lakini Mheshimiwa Jaji Mkuu, niseme umefanya mageuzi makubwa ya mahakama yetu pamoja na pamoja na msukumo wa serikali, lakini mageuzi ya fikra, kusimamia na kuleta mageuzi tunayoyaona leo ni, ni mabadiliko ya kuifanya. Mheshimiwa Jaji Mkuu, natambua kwamba umebakisha miezi michache kustaafu, na mimi sina tena dhamira ya kugombana na mahakimu ma, majaji wale na dhamira ya kukuacha ukapumzike. Kwa hiyo, waheshimiwa majaji, jipangeni tu, jaji anakwenda kupumzika. Lakini Mheshimiwa Jaji Mkuu, niseme umefanya mageuzi makubwa ya mahakama yetu pamoja na, pamoja na msukumo wa serikali, lakini mageuzi ya fikra kusimamia na kuleta mageuzi tunayoyaona leo, ni ni mabadiliko haya. Sasa twende tukaangalie tukio namba tatu, tuangalie hii tukio namba tatu limeshikwa na nani sasa. Eh, sitaki kukuchosha, sitaki pia kukupotezea muda. Hebu twende tukalione, ili tukio namba tatu tuone limeshikwa na rais gani. Kura chuma hicho. Aya, twende tukaangalie tukio namba mbili tuone hili tukio namba mbili limeshikwa na, na rais gani kura chuma hicho. Adafikiri tumeshaangalia e, tukio la tano mpaka la nne. Sasa twende tukaliangalie ili tukio namba moja, tuone ili tukio la ni tukio gani na limeshikwa na rais gani. Sasa kama kawaida, tusichosane na wala tusiboane, hebu twende tukalione ili tukio namba moja limeshikwa na rais gani? kura chuma hicho

Hayo <tipu> ndiyo matukio bora matano ambayo halijawahi kutokea wajamure, ya maraisi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa usikose sehemu ya pili. Hivyo usisahau ku like, ku comment, ku share na kusubscribe. Asanteni sana ndugu watazamaji.